Kwa mfumo huu wa sasa hivi, shule ya msingi itakuwa ni miaka sita. Ukimaliza mwaka wa sita utafanya mtihani, mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa hiyo ni miaka sita shule ya msingi, miaka minne sekondari ya kati, miaka miwili sekondari ya juu au miaka mitatu sekondari ya juu na kwenda miaka mitatu plus kwa hiyo miaka sita ukimaliza shule ya msingi, lazima kwa sheria utasoma mpaka kidato cha nne. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka saba, ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka saba, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka kumi, kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha nne. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Ukweli ni kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan tumeenda mbali sana zaidi ya asilimia sabini, sabini na tano wanaomaliza shule ya msingi wanaendelea kwenda sekondari. Lakini hao 25 je, si wa Tanzania? Tunawachaji waingie mtaani na miaka 13.